Katika kuelezea makosa ya baadhi ya wenye kufunga ni kusikiliza nyimbo, kusikiliza miziki ndani ya mwezi wa Ramadhani na katika ibada hii adhima ya siamu, ndugu zangu wa Islamu

wayattakhidhaha huzuwa ulaika lahum adhabun muhin, kuna katika watu wanaokhitari maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu bila ya ilmu yoyote. wayattakhidhaha huzuwa, wanazifanya aya za Allah wanazifanyia istihza, badala ya kusoma aya za Allah

Qala innahu alghina wallahi ladhi la ilaha illa hu, mara tatu. Makusudio ya lahwal hadith, maneno ya upuuzi, ni nyimbo. Na apa kwa Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Ibnu Mas'ud anaapa kwamba Allah anakusudia nyimbo katika aya hii, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith

na watahalalisha tembo na watahalalisha harir na pia watahalalisha miziki na nyimbo. la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alhira walharir walkhamra walmaazif. Hadithi inaharamisha eh, tembo. Hadithi inaharamisha zina. Hadithi inaharamisha hariri kwa wanaume. Hadithi inaharamisha nyimbo na miziki. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi vijana wa Kiislamu wakivulana na wakisichana, mambo haya ya anashidi kwao ni kama ibada, wanahalalisha nyimbo na khususan hizbiyun walhizbiyat vijana wa kihizbi na wasichana wa kihizbia wanahalalisha nyimbo na kuimba ndani ya ibada hii kubwa ya siam ya mwezi wa Ramadhani. Anasema mmoja katika salaf alghina baridu zina. Nyimbo ni posta ya uzinifu. Alghinau baridu zina Nyimbo ni posta ya uzinifu. Nyimbo hatimaye inapelekea kwenye uzinifu. Waislamu wanatakiwa tahadhari. Uislamu haujaleta nyimbo kabisa. Naam, mtume Muhammad sallam alikuwa na washairi wake, Abdullah ibn Rawaha, Hassan bin Thabit, hao walikuwa wakiwarudi Makuraish makafiri

Washairi wale, watu waovu ndio wanaofuata washairi, watu waovu wanawafuata mashairi. Washairi katika mashairi yao, hakuna mtu mwema anayefuata mashairi na anashidi, lakini ni watu waovu ndio wafuasi wa hawa waimbaji. Washuara yattabiuhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Allah anasema Huoni kwamba wao wanaingia katika kila upande, mara wamemuimba huyu, mara wamemsifu huyu, mara wamemkashifu huyu, mara sijalala leo kwa kukupenda, mara sijakula mwaka mzima, si ungekufa. wa annahum yaquluna ma la yafalun, warongo wanasema mambo, maneno ambayo hawafanyi vitendo, vyao urongo wa washairi hawa Hassan bin Thabit radiyallahu anhu wa Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, na mshairi mwingine katika masahaba kama sikosei, ni Kaab, walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ametujua kwamba sisi ni mashairi tunatunga mashairi. Ndio maana akateremsha aya hii, washu'ara yatabiu humul ghaawun. Mtume akawambia akawasomea

mashairi ya kiaqida yapo lakini sio nyimbo. Uislamu haujaleta nyimbo, ndugu zangu Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, khususan tukiwa katika ndani ya siamu, ni wakati wowote, lakini mwezi wa Ramadhani lazima tuuheshimu, tusifanye mambo ya haramu, tusisikilize nyimbo wala tusiimbe nyimbo. Ndugu zangu, nimeletea habari kwamba kuna nyimbo kuna nashidi inasambaa kwa kasi baadhi ya vijana wa kiislamu wamesikia wamesikia nashid wanaisambaza na kuiweka katika status zao katika simu. Nashidi hii ina makosa ya kiitikadi ya kiakida salima anasema huyu mwimbaji tarat ruhi hubban fil manami ilaika ramin min kulli qurba

Akimpa salamu mtume katika kaburi yake, anaimba man minas sahabi. Makosa makubwa! Halafu wanasema sayyidi labbaik, sayyidi labbaik. Wanasema maulama, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa hai, akimuita sahabi ya fulan, anasema labbaik. Yuko hai Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitikia sahabi labbaik mtume amefariki sasa hivi labbaika hiyo umeitwa na nani mtume kakuita mpaka ukaitikia labbaik mashia ndio wanafanya hivi mashia kule maka kule ukiwaona wanafanya maandamano labaika ya husein labaika ya husein badala ya kusema labaik allahumma labaik labaik la sharika laka labaik inal hamda wan ni'mata lak laka walmulk la sharika lak, talbiya sunniya. Wao wanasema labbaika ya Hussein. Ndio huyu mwimbaji huyu, ndio huyu msanii aliyemwambia mtume labbaik ya nabii sayyidi labbaik. Ni makosa ya kiitikadi. Kwa hiyo vijana wawache, waache kuimba nyimbo hii. nyimbo hii nyimbo ina makosa mengi. Huwezi kumswalia mtume na kumsalimia mtume katika kabri yake huku unaimba nini? Maana yake ni kumkosea heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah ayuha shabab wa ayatuha shabbat, mcheni Allah. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, wacheni masala ya nyimbo, wacheni masala ya anashid. Kwa nini hamweki ayat quraniya katika hizo session zenu? Kwa nini hamweki? Mnaweka nyimbo nashid yenye makosa makubwa ya kiitikadi.